Audhu billahi min alshaitani rajim. Bismillahi rahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu watazamaji, ndugu wapendwa, na wakaribisha tena katika chaneli yetu ya Sharif TV ambapo tunapata elimu tofauti na tunapata manufaa tofauti. Kwa siku ya leo insha allah biidhnillahi taala tutazungumzia kutumia dua kwa watoto. Faida za kutumia watoto kwenye dua za mvuto pia na kinga dhidi ya chawi ama majini ama husda. Faida ziko nyingi sana, lakini leo tutazungumzia faida zinazotajwa zina za kutumia watoto wadogo katika dua za kinga na mvuto kwa mtazamo wa kiroho. Cha kwanza kutumia dua kwenye watoto ina faida. Ya kwanza ni faida, hawana dhambi. Dua ya mtoto mdogo huaminika kuwa safi zaidi kwa sababu bado hawajafikia kubeba dhambi vile. Mioyo yao ni safi, hawana husda, chuki au makosa ya ndani ambayo huathiri dua. Wanapokelewa haraka kwa baadhi ya walii na watu wa tasawuf dua ya mtoto mdogo huaminika kuwa karibu zaidi na kudua ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Pia rehma hushuka kwao haraka sana, watoto wadogo unapowatumia kwenye dua za mvuto, pia kwenye kinga, rehma za Mwenyezi Mungu hushuka haraka sana kwao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, si kwa ajili ya watoto wachanga waliomo ndani ya nyumba zenu, mungelikuwa umekumbwa na adhabu yaani isingekuwa tuko na watoto wadogo wa kwenye nyumba zetu, Mwenyezi Mungu angetushushia adhabu, lakini kwa sababu tunao watoto wadogo wa wachanga kwenye nyumba zetu, ni mfano wa malaika. Mwenyezi Mungu anatefusha na adhabu sababu ya kuwa na watoto wadogo wa kwenye nyumba zetu pia wanakuwa wasafi wa kimwili na kiroho. Hili huwafanya kuwa kama njia safi ya, kusa, ya kufikisha ujumbe wa dua. Yaani, watoto wanakuwa kwa safi kimwili na kiroho, wanakuwa hawajaingiwa ingi, hawaja na najisi, ama roho zao hazijakuwa na chuki. Ndio maana paona watoto wanagombana muda kidogo, chuki zao zinaisha haraka sana, lakini mtu mkubwa wakigombana na mtu mwingine, wiki, mwezi, mwaka, miaka na miaka inakwenda, hawajaelewana tena. Lakini watoto wat, wakimaliza kugombana tu, mmoja akilia, baada ya muda kidogo, tena utawakuta wanacheza wote hilo sasa linaaminika katika njia za kiroho, kuwa ukitumia mtoto mdogo kwenye dua, kwa sababu ya roho yake ni safi na mwili wake ni safi, dua hujibiwa haraka sana. Pia hawajui udanganyifu, hakuna unafiki, yaani wakikombea dua hawaweki unafiki, lakini unapotafuta watu wakubwa kusema karibuni kwangu, nina hili na hili, nataka mambo yangu yaende sawa, ama nahitaji nyumba yangu iwe ya na kinga, ama familia yangu iwe ya na kinga, kutokana na dua za kisheria ambazo tumefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengine wanakuja na hira, wengine wanakuja na nyongo, wengine wanakuja na unafiki. Lakini watoto unapowaambia tieni nia, nia yangu ni hili na hili, wanaitika kabisa, tena kwa moyo msafi na tena kwa moyo mkunjufu sana. Pia nguvu ya, ya mvuto wa asili, watoto wana mvuto wa kimaumbile unaovutia watu na hata kiroho. Yaani, watoto wanaposoma Qur'an ama wanaposoma dua ama zikri yoyote, watoto malaika huja karibu na wao, kwa sababu wana nguvu ya mvuto wa asili yao watoto hao. Pia baraka ya dhikri kupitia wao watoto, wakifundishwa azkar na kushiriki ibada huzalisha baraka ndani ya nyumba. Ukiwa na watoto wako ukawafundisha azkar na dua mbalimbali mbali. Kisha dua hizo wakawa wanazisoma ndani ya nyumba yako, ama wakawa wanafanya dhikri ndani ya nyumba yako ama katika biashara yako, kwa kweli biashara yako itakuwa na mvuto, ama nyumba yako itakuwa na kinga kutokana na dhikri wanazozifanya wale watoto na dua wanazozifanya wale watoto. Pia wanakuwa na rehma nyumbani. Na Mtume alisema mwenye huruma kwa mdogo atahurumiwa na Mwenyezi Mungu pia dua yao huambatana na sauti za unyenyekevu. Mnyenyekevu hupendelewa zaidi na Allah, yaani watoto hupendelewa sana zaidi na Mwenyezi Mungu. Na kwa kumalizia, niseme kuna kisa kimoja niliwahi kusimuliwa na mwalimu wangu. Alisema alikuwa na sehemu ya kuuzishia biashara zake lakini kidogo ushirikina ukatokea. Ushirikina upo na uchawi upo, ulitajwa ndani ya Qur'ani na Mwenyezi Mungu akatufundisha jinsi ya kuweza kujikinga na ushirikina ama uchawi wa namna yoyote. Kisha baada ya kutokea ushirikina akakosa wateja, na wakati alikuwa na wateja wengi sana. Baada ya kuja kugundua kuwa labda alifanyiwa ushirikina, aliwaita watoto wa madrasa. Baada ya kuita watoto wa madrasa, aliwapikia wali wali na watoto, kisha wana wali wanajisikia bashasha na furaha na nini. Kisha baadaye akadeki sehemu yake ya kuuzia biashara yake, kisha watoto akakaa akawaambia, nahitaji mnisomee Suratu Yasin, Suratu Lwaqi'a, Suratu Lmulki, kisha mnisomee wasilatu shafi na rajul arsh Wallahi, alisema baada ya muda kidogo tu wateja walirudi kama zamani, na mchawi wake alirudi akamwambia, kwa kweli umepata mganga. Nilikuwa nimekufanyia haya mambo nikidhani kama hutakuja tena kuamka, lakini mganga wako anaweza. Sasa hakuna haja ya kuweza kutembea kwa mganga ama kwenda sehemu yoyote. Ukitaka dua zako zijibiwe haraka, Mwenyezi Mungu anakusikiliza wewe, pia anawasikiliza watoto wadogo sana kuliko sisi watu wakubwa, kidogo tumekuwa na, ma, na madhambi mengi sana na tamaa za dunia nyingi sana. Unapowaitisha watoto baadaye wakafanya dua, kama ni suratu Yasin ama utaratibu wowote, rajulu arshi wasilatu shafi ama dhikri, kisha ukatia nia yako, hakuna chochote cha kuweza kuzuia dua hiyo isiweze kujibiwa. Kwa hivyo naombeni muweze kulike, kucomment, kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata masomo zaidi kila kukicha. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.